Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekataa kupokea madawati ya msaada yaliyotolewa na wakala wa misitu Tanzania TFS baada ya ya ya kubaini yametengenezwa chini ya kiwango. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Wakiwa katika viwanja vya mabao wilayani Mvomero, kabla ya kuongea na wananchi waliokusanyika katika viwanja hivyo, Majaliwa alikataa kupokea madawati 84 kati ya 104 yaliyotolewa na msaada na wakala wa misitu Tanzania, kwa madai yametengenezwa chini ya kiwango. Kwa msaada mliotoa, mmefanya jitihada nzuri, ni kweli mnaunga mkono serikali, lakini madawati kadhaa hapa siwezi kuyapokea, yako chini ya kiwango na nyie wenyewe mnaona, mbao hazijulikani, randa hazikuandaliwa kwa vizuri. Kwaiyo afisa elimu, pita weka alama madawati yote, wakati mi nazungumza na wananchi, weondoa mabovu yote, weka hapa alafu nipokee yale mazima tu, Wakati huu hatupokei vitu. Akiongea na wananchi waliokusanyika katika viwanja hivyo, waziri mkuu Kasimu Majaliwa amesema serikali ya awamu ya tano itahakikisha na tatua matatizo mbalimbali yanayogusa wananchi wa kipato cha chini ikiwemo huduma ya afya, baada ya mbunge wa jimbo la Mvomero Murad Sadiki kulalamikia tatizo la kukosekana kwa hospitali ya wilaya, badala yake wamekuwa wakitumia hospitali ya kanisa kama hospitali ya wilaya. Mheshimiwa waziri mkuu, tuna hospitali teule ya wilaya gharama za hospitali ziko juu sana, sana sana. Wananchi hawa wanateseka, kina mama wanapata shida. Ile ni hospitali teule ya wilaya, kunahitaji wizara ya fedha kupitia wizara ya afya watuingizie fedha. Huduma ziko juu sana sana sana. Tumeanzisha utaratibu rahisi kwako, tunaita huduma za tiba za kijamii tumeanzisha mfuko wa afya wa jamii CHF, ambayo wewe mwananchi kupitia halmashauri yenu watakuwa mmesha kubaliana na nyewe kuchangia shilingi kadhaa kwa mwezi. Wilaya zingine wanachanga shilingi elfu tano wilaya nyingine shilingi elfu kumi wilaya nyingine shilingi elfu ishirini na unatibiwa kwa mwezi mzima na kwa mwaka mzima, wewe mkeo au mumeo na watoto wako wanne. Akiwa wilayani Mvomero, alitembelea mashamba ya miwa na kiwanda cha sukari cha Mtibwa, huku akiahidi serikali kuendelea kusaidia wawekezaji wa viwanda ili kutimiza azma ya serikali ya viwanda katika kuongeza ajira na soko la mazao kwa wakulima. Nikiripoti kutoka Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10.